Endoret atuitaji pombe ya kuharibu for our community, atuitaji kombe ya kuharibu the populace. Kwa sababu Endoret tuko na a lot of twin institutions. About a kilometer from here tuko na uh, Endoret Polytechnic, o, tuko na universities kadhaa na tuko na a lot of twin institutions pandei ambayo iko na watoto yetu na hatuitaji pombe ambayo si eh, alali eh, kutembezwa ndio sababu tumewekelea mkazo. So tunahimiza wanaume wetu, wanaume wenzetu, tafadhalini kazi ni mingi. Tuko na affordable housing, sina peana kazi mingi watu wanafanya. Tuko na kazi mingi around tufanye kazi ingine. Eh, DCI na NIS. Every state agency is now on top of things. Um, huyu mfanyi biashara ambaye sisi tutasema ni mfanyi biashara malagai ameamua ku kwanza kulingana na uh, chiza ambavyo tunaona kufanya storage ya pombe ambayo hatujui hali yake, katika makazi, residential areas, si mahali ya kuweza ya kuweka pombe.